Mwisho nikupe pole na hongera kwa kampeni, umechanja mbuga kweli kweli, ulianzia Dar es Salaam, ukaja Morogoro, ukaja Dodoma mpaka nashinda na nasahau, nashindwa hata kusema umetoka Lindi na Mtwara ndio umekuja hapa. Kinachonifurahisha na kutia moyo ni kwamba unaonekana una afya nzuri, unaonekana una afya njema. Naamini utamaliza salama, tunakuombea umalize salama tena kwa ushindi mkubwa, ili watanzania waendelee kunufaika na uongozi wako. Umeiongoza nchi yetu vizuri. Wewe ni mama mwema. Unajali changamoto za wananchi unaowaongoza na mwepesi kuchukua hatua kama zilivyoelezwa na waliotangulia kuzungumza.